Katika mfumo wa kisiasa na kiutawala duniani, miji mikuu imekuwa kitovu cha shughuli za kisiasa, kiuchumi na kiutawala kwa mataifa mengi. Hata hivyo, kuna nchi chache ambazo hazina mji mkuu rasmi, hali inayochochea mjadala kuhusu usimamizi na uendeshaji wa serikali zao. Makala hii inachunguza dhana ya nchi isiyokuwa na mji mkuu, sababu zinazochangia hali hiyo, mifano ya mataifa yanayoendesha shughuli zao bila mji mkuu rasmi pamoja na faida na changamoto zinazohusiana na mfumo huo. Kwa kawaida mji mkuu huwa na makao ya serikali ikiwemo ofisi za rais au waziri mkuu bunge na taasisi nyingine muhimu za kitaifa. Nchi isiyokuwa na mji mkuu ni ile ambayo haijateua rasmi mji mmoja kuwa kitovu cha utawala wake. Kuna sababu kadhaa zinazoweza kuchangia hali hii zikiwemo: moja, historia ya kisiasa baadhi ya mataifa hukosa mji mkuu rasmi kutokana na historia ya mgawanyiko wa kisiasa au muungano wa majimbo yenye uhuru mkubwa mbili muundo wa utawala nchi zilizo na mfumo wa shirikisho zinaweza kuamua kutogawanya madaraka katika mji mmoja ili kuwezesha ugawaji madaraka kwa majimbo au maeneo mbalimbali tatu sababu za kijiografia Nchi fulani zinaweza kuwa na miji kadhaa inayoshikilia sehemu tofauti za utawala wa kitaifa, hali inayofanya iwe vigumu kuamua mji mmoja kuwa mji mkuu. Mifano ya nchi zisizo na mji mkuu rasmi: baadhi ya nchi ambazo hazina mji mkuu rasmi ni pamoja na moja, Uswisi. Uswisi ni moja ya nchi ambazo hazina mji mkuu rasmi. Badala yake, mji wa Berni unachukuliwa kama mji wa shirikisho kwa sababu ndiko yaliko makao makuu ya, ya serikali. Hata hivyo, Geneva, Zurich na Basel pia zina umuhimu mkubwa katika masuala ya kiuchumi, kidiplomasia na kifedha. Nchi ya pili ni Nauru. Nauru ni nchi ya tatu kwa udogo duniani ikiwa taifa dogo la kisiwa katika bahari ya Pasifiki. Haina mji mkuu rasmi, badala yake shughuli za serikali zinafanyika katika mji wa Yaren, ingawa haujatangazwa rasmi kama mji mkuu wa nchi. Faida na changamoto za kutokuwa na mji mkuu. Kutokuwa na mji mkuu rasmi kunaweza kuwa na manufaa kadhaa, pamoja na changamoto zake. Zifuatazo ni faida zake. Namba moja, ugawaji wa madaraka. Kutokuwa na mji mkuu kunaweza kuimarisha mfumo wa usawa wa utawala ambapo majimbo au miji mingi inapata nafasi sawa ya kushiriki katika maamuzi ya kitaifa. Mbili, kupunguza msongamano. Katika nchi nyingi, miji mikuu huwa na msongamano mkubwa wa watu na shughuli. Kutokuwa na mji mkuu uzuia mwelekeo wa mji mmoja kuwa kitovu cha kila kitu. Tatu, ukuaji wa maeneo mbalimbali. Uchumi na maendeleo vinaweza kusambazwa kwa miji tofauti badala ya kukusanyika katika eneo moja. Zifuatazo ni changamoto zake. Moja, uratibu wa serikali. Bila mji mkuu, utaratibu wa shughuli za serikali unaweza kuwa mgumu, hasa katika nchi zilizo na maeneo makubwa. Mbili, utambulisho wa kitaifa Miji mikuu mara nyingi huwa alama ya utambulisho wa kitaifa. Kukosekana kwa mji mkuu kunaweza kuathiri taswira ya nchi kimataifa. Tatu, logistics na utawala: katika baadhi ya nchi, kukosekana kwa mji mkuu kunaweza kusababisha ugumu wa kiutendaji katika sekta za utawala na mawasiliano. Hitimisho. Kutokuwa na mji mkuu rasmi ni dhana inayopatikana katika historia na mifumo mbalimbali ya utawala duniani, ingawa ni nadra. Nchi fulani zimefanikiwa kuendesha shughuli zao bila kuwa na mji mkuu rasmi, huku zikisambaza majukumu ya utawala kwa miji tofauti. Ingawa mfumo huu una faida zake, changamoto zake pia ni dhahiri, hasa katika uratibu wa serikali na utambulisho wa kitaifa. Hali hii inaonyesha jinsi utawala wa kisasa unavyoweza kubadilika kulingana na mahitaji na mazingira ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Haya ni machache miongoni mwa yale yaliyo mengi ambayo nimekutayarishia kwa wakati huu.